Jana juzi, mzee Tetas, jana nafikiri ama leo wabunge walikuwa wanaapa. walikuwa wanakula viapo bungeni. Sasa kwenye viapo, kuna wabunge ambao wawili wanajinasibisha na Uislamu, wamevaa nywele ndefu, mawigi, wamejipodoa na kucha ndefu wamevaa, wakiwa wapo uchi wamekwenda kuapa wakiwa wameshika vile vitabu, wameshika Qur'ani lakini wapo uchi na mawigi wamevaa. Nani wameshika Qur'ani? Wallahu aalam, sijui. Inawezekana pengine hata wakawa kwenye ada zao, kama ikiwa mtu anaweza kushika Qur'ani akiwa yupo uchi na mawigi, maana yake mtu huyo anaweza kuishika hata akiwa kwenye ada yake akawa hajaji. Sasa kitu kile nisipokisema naona nitaumwa na nimekiona kimetokea. Kusema ukweli sisi Waislamu tuna dharau Qur'ani yetu, na wale ambao sio Waislamu waifanyaje? Wabunge hao ndio tumewachagua kwa wabunge wa nchi kuja kuongoza, na wanajinasibisha kuwa ni mabinti wa Kiislamu, lakini cha ajabu, wameishia Qur'ani bila ya heshima na kuipa ile hadhi yake. Ajabu, ukirejea kwenye clip mbalimbali, utaona zimekatwa, zimewekwa namna walivyoishika na namna walivyokuwa wanaapa. Wameidhalilisha Qur'ani kule ni kukidhalilisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani wa ta haishikwi vile, Qur'ani wa haishikwi vile. Na Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema la yamasuhu illa taharun, haishikwi Qur'ani, haiguswi, sio kushikwa, haiguswi sipokuwa na mtu awe katika hali ya utahara. Mtu yuko uchi na nasha Qur'ani. Kwa hiyo hii ni message pia tunawatumia wale wabunge kwamba wanafurahia wako bungeni, wanapigwa picha, wameshika Qur'ani na nini, lakini Qur'ani sio kitabu cha urembo, kwamba mtu kashika anapiga nacho picha hivi watu akamtoka kwenye maji. Sio kitabu cha, cha urembo, yale ni maneno ni kalamu Allah, ni maneno ya Allah subhana wa ta'ala. tena ndiyo maana unakuta wanashika vitabu wanaapa, lakini bado wanakwenda kufanya ufisadi. Unajua, ukishika Qur'ani kisha ukaapa, kile unachokiapa unatakiwa ukitekeleze. Kile kile kile ni kiapo umechukua baina yako wewe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ajabu ni kwamba wanaapa na bado wanakwenda kufanya ufisadi wale. Ndio maana wakati mwingine unaona ma madhila na shida inatokea katika nchi, kwa sababu viapo watu wanakula wanashika Qur'ani, na mwisho wa siku hawatekelezi viapo vyao. Sasa nimeona ni nisipolisema ili ntaumwa, na hii message najua itawafikia wale madada, watoke waombe radhi na wamwombe msamaha Allah subhanahu wa taala. Kwanza wametukosea sisi kama Waislamu, wametudhalilisha, lakini pia wamemkosea Allah subhanahu wa taala wafanye istighfar lakini pia waombe radhi kwa kitendo kile, kwa kukidhalilisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala otherwise